Kwa majina naitwa Christina. Christina, okay, vizuri sana sasa. Christina, ni ni kitu gani au ni vitu gani utavimisi mwaka wa 2025? Hmm. <laughs> sijui 25. Mm. Maana vitu vinaelekea 2026, lazima tunaenda na mambo mapya Aya ya nyuma aa tunaa sausau sindo hivyo. Sasa ni yapi sasa, utakawamisi sana, ungetamani unge atoke elfu mbili na ishirini na tano yaje elfu mbili na, na, na mm. <gibisa> sita mpangilio okay. wako wa elfu mbili na ishirini na, yeah, sita, unatamani uitimize ambayo ujitimiza elfu mbili na ishirini na tano unatamani uitimize elfu mbili na ishirini na sita. Yaani 2026 nataka niwe mfanya biashara mkubwa. Biashara. Mm-hmm. Biashara ya aina gani? Kuuza rasta, vipodozi. Hiyo biashara ya, ya rasta na vipodozi unataka kulenga wakina nani hasa? Wanawake. Wanawake. Napenda sana mama masuala ya, ya urembo urembo sana. Ndio. Okay. Hivi una watoto wangapi? Bado sijazaa. Bado hujazaa. Ndio. Yeah. Una 2026 huko bado kabisa. Sababu gani? <laughs> Sijafuata mwanaume kuzaa naye mm. Bado, bado, bado unatafutisha una, una, una una una au <laughs> okay, ni kitu gani endapo Mungu akikusaidia, Mungu, Mungu ukapata uka, uka si akuoa, si ndio hivyo? Ni kitu gani ambacho hutamani watoto waje walisi kwako? Ndiyo. Yaani. Utundu sababu gani? Kwa sababu gani? Una utundu mwingi sana. Sana. Utamani saa utamani watoto yani, mambo mengi tu siwezi nikaongelea hapa. Hapa yani, okay. Utamani utamani watoto wako waje walisi hata kidogo? Ndiyo. okay. Ni kitu kitu gani ambacho amba ushawahi kukifanya baadaye ukajutia? Sisi ukajutia? Hapana, mbona kawaida Ndiyo. Kwa sababu gani? Ni siri yangu. Ni siri yangu. Wewe wewe wewe kwani ni wangapi? Wa saba. Wa saba. Wa kike mm, wa, wa, wa kike wangapi, wa kiume wangapi? Wa kike wanne, wa kiume wanne. Wanne. Lakini sasa unashindwa kusema wa kitu ambacho ushaiona na afu kujutia? Siwezi kuongea sasa unapenda unapenda kuvaa nguo za za aina gani? Za hmm, kujistiri tu, kustiri mji wangu vizuri. So suruali au kipensi? Hapana. <coughs> okay. Sina hapa. Wale ambao unakuta wana, wanavaa nguo fupi, na pia unakuta umevaa vipensi, unaweza kuwashauri nini? Waache, sio vizuri, sio vizuri hmm. Naweza ukawasalimia uka ndugu jamani marafiki zako watatu tu pita Masters TV. A, wa, wape salamu wape salamu tu marafiki zako ambao wako wapi? Wako njia ya kambi au e, wataniona kwa Eh eh. Na msalimu Febi, rafiki yangu kipenzi pia na msalimu Maji ya wawili tu. Chochote cha kuambia watazamaji wa Masters. Nawapenda sana. Napenda na kazi yao na Mungu awabariki, wabariki, asante yeah, sana. E Bwana, hapa ndo nimekamilisha na umesema Christi na Christina Otina. Eh yeah. E bwana, nimekamilisha maswali yangu na Christina yeah, Otina. Oh, Tina alikuwa nikabaisa ndani ya Masters. Bila, usisahau kusubscribe, kulike na comment, ni ile ya kwanza kupata habari zetu kutoka na Mastaz TV. Sibiki nisema bye bye. Sibiki, asante.